Wakati mwingine kanisa la kweli huhesabiwa kuwa kanisa la uzushi kwa kanuni ya kibinadamu wala si kwa kanuni kamili ya Biblia. Mfano mzuri ni imani ya kanisa la mapema ambalo lilihesabiwa kuwa kanisa la uzushi. Tumemwona mtu huyu kuwa ni msumbufu anayechochea ghasia miongoni mwa Wayahudi duniani pote. Yeye ndiye kiongozi wa dhehebu la Wanazareti. Watu kwenye dini ya Kiyahudi hawakuamini katika Kristo aliyekuja katika mwili nao walishikilia agano la kale. Zaidi ya hayo, walikashifu imani ya kanisa la mapema lililoshika agano jipya kuwa kanisa la uzushi. Walakini, kanisa la mapema liliamini kabisa katika ahadi ya kwamba Mungu atakuja katika mwili na kuanzisha agano jipya. Kanisa la mapema liliamini kabisa kwamba Yesu ndiye Mungu aliyekuja katika mwili, nao wakalieneza agano jipya ambalo Yesu alianzisha. Kanisa la mapema lilionekana kuwa kanisa la uzushi machoni pa viongozi wa Wayahudi, ila lilikuwa kanisa la kweli katika mtazamo wa Mungu. Historia ya Biblia inatufundisha jinsi ilivyo hatari sana kulishutumu kanisa kuwa kanisa la uzushi kwa msingi wa mafundisho ya mtu binafsi. Basi uzushi kamili ambao Biblia inafafanua ni gani? Tunaweza kuutambua uzushi kamili ambao Biblia hufafanua kwa kuangalia kama hayo mafunzo ni mafunzo ya agano jipya lililoanzishwa na Yesu au kama ni mafundisho yaliyotungwa na wanadamu. Kwanza, kanisa linaloshika ibada za Jumapili ambalo ni fundisho lililotungwa na mwanadamu ni kanisa la uzushi. Mungu alituamuru tuitakase Sabato kama amri ya nne ya amri kumi. Naye Yesu alisema kwamba kutakasa Sabato kulikuwa desturi yake, naye alisoma maandiko katika sinagogi siku ya Sabato. Sababu Yesu alitakasa siku ya Sabato ni kutuwekea kielelezo ambacho tunapaswa kufuata. Hivyo, kanisa linaloshika ibada ya Jumapili ambayo haipatikani kwenye Biblia ni kanisa la uzushi. Pili, kanisa ambalo haliadhimishi Pasaka ni kanisa la uzushi. Pasaka ambayo Mungu alituamuru tuiadhimishe ni ukweli unaotuokoa kutokana na maafa yote. Yesu aliwaamuru wanafunzi wake waiadhimishe Pasaka. Kanisa ambalo haliadhimishi Pasaka iliyoandikwa katika Biblia ni kanisa la uzushi. Tatu, kanisa linaloadhimisha kuzaliwa kwa Yesu mnamo Desemba 25 ambayo haipatikani kwenye Biblia ni uzushi. Krismasi ilitokana na desturi za kipagani za kumwabudu Mungu jua. Hakuna andiko katika Biblia linalosema kwamba Krismasi inapaswa kuadhimishwa mnamo Desemba 25. Hivyo, kanisa linaloadhimisha Krismasi mnamo Desemba 25 ambayo haipatikani kwenye Biblia ni kanisa la uzushi. Ne. Kanisa linalosimamisha msalaba ni kanisa la uzushi. Msalaba ni kifaa kilichotumiwa kutekeleza hukumu ya kifo na Warumi wa kale. Biblia inaonya kwamba msalaba uliotengenezwa na mwanadamu ni sanamu ambayo haiwezi kutupatia wokovu wala uzima wa milele hivyo kanisa linalosimamisha pamoja na kutakasa msalaba, kifaa cha mauaji ambacho kilitumika kumtendea Yesu kama mhalifu na kumletea mateso makubwa, ni kanisa la uzushi. Kanuni pekee ya kuhesabu uzushi ni Biblia. Miaka elfu mbili iliyopita watu waliomshutumu Yesu kuwa mzushi kwa msingi wa mafundisho yao binafsi waliangamizwa wote. Ndivyo ilivyo katika enzi hii; hatimaye kanisa linalofuata mafundisho yaliyotungwa na wanadamu litaangamia kwa sababu wanachofuata ni uzushi kamili kwa mtazamo wa Biblia. Tafadhali tofautisha kati ya kanisa la kweli linalofuata mafundisho ya Biblia na makanisa ya uongo. Na uingie katika ufalme wa mbinguni.